Mheshimiwa naibu spika, ili kuwezesha utekelezaji wa malengo yaliyoainishwa kwa mwaka wa fedha 2025-2026, Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia fungu 46 inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi trilioni 2 bilioni 436 milioni 428 elfu 545 kwa mchanganuo ufuatao: shilingi bilioni 688 614 milioni 234 elfu ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida ya wizara ambapo shilingi bilioni 635 milioni 249 elfu 992 ni kwa ajili ya mishahara na shilingi bilioni 53 milioni 364 elfu 242 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Shilingi trilioni moja 747 bilioni lo zinaomba kwa ajili ya miradi ya maendeleo na ambapo shilingi trilioni moja, bilioni 186, milioni 987, elfu 965 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 560, milioni 826, elfu 206 fedha kutoka kwa wa washirika wa maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara kupitia Tume ya Taifa ya UNESCO, fungu 18 inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni tatu milioni 288 elfu kwa ajili ya matumizi ya kawaida ambapo mshahara ni shilingi bilioni 1538 milioni 96 elfu na matumizi mengineyo ni shilingi bilioni 1172 milioni 192 elfu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa heshima kubwa naomba sasa Bunge lako tukufu likubali kupokea, kujadili na kupitisha makadirio ya bajeti ya Wizara fungu 46 na fungu 18, yenye jumla ya shilingi trilioni mbili mia nne thelathini na sita bilioni mia sita sitini na nane milioni na mia sita.